Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane, neno la Mungu linasema siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu, wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda zao huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao wakalia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simon, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka na mitume waliokuwako Yerusalemu. Waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simon alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee roho mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako naipotelee mbali pamoja nawe kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako kwa maana na kuona ukatika chungu kama nyongo, na tena ukatika kifungo cha uovu. Simon akajibu akasema, niombeeni ninyi kwa Bwana yasinifikirie mambo haya mliyoyasema hata moja. Nao walipokwisha kushuhudia na kulihubiri neno la Bwana wakarudi Yerusalemu, wakaihubiri injili katika vijiji vingi vya Wasamaria. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda. Mara akamwona mtu wa Kushi towashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake, Malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake, akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya akanena, Je, yamekuelea haya unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsii Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili, aliongozwa kwenda machinjioni kama kondoo na kama vile mwanakondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake, hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule toashi akamjibu Filipo akasema, nakuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kuandiko hilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, Wakatelemka wote wawili majini, filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimwone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana katika Azoto, na alipokuwa akipita akahubiri injili katika miji yote, hata akafika Kaisaria. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane tunaenda kufanya maombi ya toba kwa mawazo mabaya. Haya ni maombi ya muhimu sana, kwa sababu hali ya maisha uliyo nayo imetokana na mawazo yako, na hali yako ya kiroho imetokana na mawazo yako. Kwa maneno mengine, mawazo ulio nayo yanakutambulisha wewe ni nani mbele za watu. Mawazo ulio nayo yanaeleza ni wapi unaelekea kwenye maisha na mawazo ulio nayo yanaeleza hatima yako itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo tunapozungumzia mawazo, tunazungumzia kiwanda cha kutengeneza mfumo wa maisha ya mtu. Ukishinda kwenye mawazo yako, utashinda na kwenye maisha pia, na ukishindwa kwenye mawazo yako, utashindwa na kwenye maisha pia, ambayo inamaanisha ya kwamba mawazo yana nguvu ya kujenga au kubomoa maisha ya mtu. Ukiona maisha ya mtu yameharibika, maana yake uharibifu ulianzia kwenye mawazo yake, na ukiona mtu amefanikiwa kwenye jambo, maana yake mafanikio yalianzia kwenye mawazo yake kwanza. Mawazo ndiyo yanayotengeneza matendo, au niseme hivi, matendo ulionayo ni matokeo ya mawazo ulionayo. Haijalishi matendo yako yapoje, yawe mazuri au yawe mabaya, yalianzia kwenye mawazo kwanza. Hata nguo uliovaa ilianzia kwenye mawazo, lazima uliwaza alafu ukafanya maamuzi ya kuvaa ulichovaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mawazo ndiyo yanayotengeneza maneno. Aina ya maneno unayosema yanatoka kwenye mawazo yako, uwe unazungumza maneno mazuri au uwe unazungumza maneno mabaya, yote yametokana na mawazo. Kwa lugha nyingine, maneno ni mawazo yaliyotamkwa. Unanisikiliza? Sasa, katika ulimwengu wa roho, mawazo yanatumika kama uwanja wa vita. Kwa maana ya kwamba Mungu anataka kutumia mawazo yako kukusaidia na shetani anataka kutumia mawazo yako kukuangamiza. Kwa hiyo kunakuwa na mapambano kati ya falme mbili katika ulimwengu wa roho. Ufalme wa Mungu unapambana kutumia mawazo yako na ufalme wa giza wa kishetani nao unapambana kutumia mawazo yako ili kukuangamiza. Na anayeamua kati ya Mungu na shetani ni yupi apitishe mawazo yake ni mwanadamu mwenyewe. Wewe unayenisikiliza, umepewa nguvu ya kuamua kati ya jema na baya. Mungu amekuumbia nafsi iliyo huru, kwa maana ya kwamba unao uhuru wa kufanya maamuzi bila kuingiliwa. Sasa shetani anapofanikiwa kupata nafasi Ndipo mawazo mabaya yanapoanzia. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini maana ya mawazo mabaya? Ukisikia neno mawazo mabaya, maana yake nini? Nataka tuangalie tafsiri kadhaa za kukusaidia, na ninakuombea Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya kwanza, mawazo mabaya ni mawazo yanayomfanya Mungu aonekane mdogo kuliko tatizo ulilonalo. Mawazo mabaya ni mawazo yanayomfanya Mungu aonekane mdogo kuliko tatizo ulilonalo. Iko hivi, umepata shida kwenye maisha yako, labda ni shida ya kiafya au ya kifamilia au ya kiuchumi, halafu unapata wazo ndani yako kwamba Mungu hawezi kunisaidia. Kama angeweza angeshaniondolea hili tatizo. Mingine anaweza lakini hili hawezi kunitoa. Sasa unapowaza namna hiyo unakuwa unalitukuza tatizo lako na kumfanya Mungu aonekane mdogo kuliko shida uliyo nayo. Na hayo ni mawazo mabaya ambayo tunatakiwa kuyatubia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya pili. Mawazo mabaya ni mawazo ya kumwazia Mungu kwa upumbavu. Mawazo mabaya ni mawazo ya kumwazia Mungu kwa upumbavu. Ukisoma kitabu cha Ayubu, maandiko yanasema Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Sasa mawazo ya kumwazia Mungu kwa upumbavu ni mawazo yanayokufanya umlaumu Mungu kwa sababu ya magumu unayopitia. Kumwazia Mungu kwa upumbavu ni mawazo yanayokufanya uone kana kwamba Mungu amekosea kuruhusu upite kwenye changamoto unayopitia. Unaingiwa na hasira juu ya Mungu kana kwamba yeye ndiye amesababisha upatwe na matatizo, na hapa ndio pale ambapo unaona mtu anasema hivi kwa nini Mungu alinileta duniani mimi? Sikuchagua kuja, siangianiachaga tu mbinguni. Mbona matatizo yananipata mimi tu? Kwa nini kila siku ni sisi tu? Kwa nini kila siku ni kwetu tu? Lakini anayeongea hayo maneno hakumbuki na mema ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yake. Hakumbuki namna Mungu amempigania na kumshindia kwenye mengi, lakini shetani amepata nafasi ya kupitisha mawazo ya kumwazia Mungu kwa upumbavu. hilo halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu, na tunaenda kuomba toba siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya tatu, mawazo mabaya ni mawazo yanayokufanya utende dhambi. Unisikilize mpendwa, dhambi zote unazozifahamu na usizozifahamu zinaanzia kwenye mawazo. Kwa mfano, wizi unaanzia kwenye mawazo, usaliti unaanzia kwenye mawazo, uchawi unaanzia kwenye mawazo, uzinzi unaanzia kwenye mawazo, fitina zinaanzia kwenye mawazo, kiburi kinaanzia kwenye mawazo, kutamani mke wa mtu kunaanzia kwenye mawazo, mauaji yanaanzia kwenye mawazo, dhambi zote zinaanzia kwenye mawazo. Na mawazo mabaya namna hii ndiyo yanatumika kututenganisha na uwepo wa Mungu. Mawazo mabaya namna hii ndiyo yanatuwekea zuio katika ulimwengu wa roho, ili maombi yetu yasiwe na mpenyo na njia pekee ya kuyashinda ni kuomba toba na rehema kwa Mungu. Na ndiyo maana ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane mstari wa ishirini na mbili maandiko yanasema basi tubia uovu wako huu ukamwombe Bwana ili yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako. Na Mungu wetu ni mwingi wa rehema, tukienda mbele zake kwa toba, yeye ni mwaminifu na wa haki na atatusamehe. Mimi sijui kama unafahamu ya kwamba mawazo mabaya yanachafua moyo wako. Sijui kama unafahamu ya kwamba mawazo mabaya yanachafua nafsi yako. Sijui kama unafahamu kwamba mawazo mabaya yanakutenga na uso wa Mungu na yanakuweka mbali sana na uso wake. Na sisi kama watu wa Mungu hatuwezi kuishi bila Mungu, hatuwezi kuishi bila uwepo wake, tuta malfunction kama vile samaki anavyohitaji maji ili aweze kuishi na sisi tunamhitaji Mungu na uwepo wake ili tuweze kuishi na kulitimiza kusudi lake hapa duniani, lakini moja ya vikwazo vinavyotukwamisha ni mawazo mabaya. Si kila mtu ambaye unamwona anacheka basi na moyoni anawaza kicheko. Wengine wanacheka usoni, lakini moyoni kuna mawazo mabaya. Labda nikuulize swali na ulijibu kimoyomoyo, ndani ya moyo wako, hivi ukiumizwa na jambo huwa unawaza nini? Ukishikwa na hasira Huwa unawaza nini? Ukisalitiwa je, huwa unawaza nini? Mtu akikukorofisha, huwa unawaza nini? Mtu akikuonea, huwa unawaza nini? Mtu akikuibia, huwa unawaza nini? Vipi kama mtu akikutukana, huwa unawaza nini? Na ikitokea Mungu hajajibu maombi yako, huwa unawaza nini? Unawaza kufunga? Unawaza kuongeza imani yako? Au unawaza kwenda kwa mganga? Kitabu cha Naumu sura ya kwanza mstari wa kwanza anauliza, mnawaza nini juu ya Bwana? Mungu akinyamaza kimya huwa unawaza nini? Unawaza nini juu ya mke wako? Unawaza nini juu ya mume wako? watoto wako je, unawaza nini juu yao? Umewahi kufikiri ni kwa nini mawazo mabaya ndiyo yanakufanya usilale usiku? Ukijiangalia kwenye kioo, unawaza nini hmm? Unawaza kufanya sajari? Mungu amekosea kukuumba? Unawaza nini juu ya Bwana? Nataka tupate nafasi ya kuomba toba na rehema, nataka tupate nafasi ya kufanya toba na rehema ili Mungu atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ufunike macho yako, funika tu macho yako. Ni mawazo gani mabaya yanakufuatilia na kukuandama mara kwa mara? Inawezekana ni mawazo ya kushindwa, inawezekana ni mawazo ya dhambi, inawezekana ni mawazo ya kukata tamaa. Hebu twende mbele za Bwana kwa toba na rehema, ili atusamehe na kutusafisha kwa damu yake, atuondolee ngome ya mawazo mabaya yanayotutenganisha na uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama upo tayari, fuatisha maombi haya, na unapoomba uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu uliye hai, ninasogea kwenye kiti chako cha neema, ninaomba unisamehe kwa dhambi nilizotenda mbele zako. Ninaomba unisamehe kwa makosa niliyofanya mbele zako. Ninaomba unisamehe kwa mabaya yote niliyoyafanya kwenye maisha yangu. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unirehemu. Mungu uliye hai, nisamehe pale niliposhindwa vita ya kiroho na shetani akapata nafasi ya kunijaribu. Nisamehe pale niliposhindwa kusimama kwenye neno lako, na shetani akapata nafasi ya kunijaribu. Nisamehe pale niliposhindwa kukuita, na shetani akapata nafasi ya kunishambulia. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unirehemu. Nisamehe kwa madhaifu yanayoniweka mbali na wewe nisamehe kwa mazoea mabaya yanayoniweka mbali na neema yako. Nisamehe kwa ulegevu wa kuutafuta uso wako. Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Ninaomba nafasi nyingine katika madhabahu yako, ninaomba nafasi nyingine katika uwepo wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai nasimamia nafasi ya kikuhani katika ulimwengu wa roho. Ninaomba toba kwa ajili yangu mwenyewe kwa mawazo mabaya yanayotawala ndani yangu. Nisamee kwa kufungua mlango wa mawazo mabaya ndani yangu. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa saba, mpingeni shetani naye atawakimbia. Nisamee pale niliposhindwa kumpinga kwenye mawazo ya nafsi yangu. Nisamee kwa kushindwa kumpinga kwenye mawazo ya moyo wangu. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako endelea kuomba toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa mawazo mabaya ambayo unajua huwa yanakufuatilia na kukutesa. Mwambie Mungu akusamehe. Uwe wazi mbele za Bwana, usimfiche kitu. Mwambie ili akusaidie. Inawezekana mawazo mabaya yanayokutesa ni mawazo ya kukata tamaa. Kila ukikaa peke yako, unasikia mawazo ya kukata tamaa yanaingia ndani yako. Mwambie Mungu akusamehe. Inawezekana mawazo mabaya yanayokutesa ni mawazo ya dhambi na unajijua mwenyewe. Ukikasirika huwa unawaza nini? Unajijua mwenyewe, mtu akikukorofisha huwa unawaza nini? Nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamee. Mwambie Mungu akurehemu. Inawezekana mawazo yanayokutesa ni mawazo ya kumwazia Mungu kwa upumbavu. Kila ukipatwa na changamoto, unajisikia ndani yako kumlaumu Mungu kana kwamba ni makosa yake. Kila ukipatwa na shida Unajisikia ndani yako kumlaumu Mungu kana kwamba yeye ndiye amesababisha. Nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamee. Mwambie Mungu akurehemu. Lakini pia inawezekana mawazo mabaya yanayokutesa ni mawazo ya dhambi. Kila ukimtazama mwanamke, tayari unamvua nguo kwenye mawazo yako. Na unajua hili limekuwa ni jaribu linalokutesa kwa muda mrefu. Dawa yake ni toba. Dawa yake ni toba. Mwambie Mungu, nisamehe. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Omba toba kwa Mungu na uombe toba na rehema kwa kumaanisha, maana haya ni maisha yako wewe mwenyewe. Endelea kuomba, endelea kuomba. Omba toba na rehema kwa uaminifu. Usinyamaze, usinyamaze. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hata ukinisikia mimi ninaomba wewe usikae kimya, ukaanza kunisikiliza. Endelea kuomba, na mimi ninaomba, ili kwa pamoja tuchangie nguvu katika ulimwengu wa roho. Endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, tunasimamia nafasi za kikuhani kwa niaba ya nafsi zetu wenyewe. Tunasimama na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya msamaha ya dhambi zetu. Baba, tunaomba toba na rehema kwa mawazo mabaya yaliyopata uhalali ndani ya mioyo yetu. Tunaomba toba na rehema kwa mawazo mabaya yaliyochora mihuri ya uovu ndani ya nafsi zetu. Tunaomba toba na rehema kwa mawazo mabaya yaliyotutengenezea uadui kati yetu na wewe. Baba wa rehema, hatuwezi kuishi bila wewe, na ndio maana siku ya leo tunasogea kwenye kiti chako cha neema ili tupate rehema zako. Baba tusamehe kwa milango tuliyofungua, na hatuna wa kumlaumu kwa sababu tulifungua sisi wenyewe na tukampa shetani nafasi ya kutujaribu na kutushinda kwenye mawazo tunaomba toba na rehema siku ya leo, tunaomba toba na rehema siku ya leo. Kuna wakati tulikuona unachelewa kutujibu maombi yetu, na tukaruhusu mawazo mabaya yaingie ndani yetu. Baba, tusamehe kwa kuwaza vibaya juu yako, tusamehe kwa kukuwazia kwa upumbavu. Nafsi zetu zinatushuhudia kwamba kuna nyakati tuliwaza vibaya kwamba wewe ndiyo chanzo cha mateso tunayopitia. Kuna majira tuliwaza kwa upumbavu kwamba umetuacha ili tuangamie. Lakini Mungu, neno lako linasema wewe ni pendo. Neno lako linasema wewe unatuwazia mema, nasi tunajua ya kwamba hujatufikisha hapa ili kutuacha tuangamie. Tusamehe kwa kushindwa kuelewa upendo wako. Tusamehe kwa kutumia mawazo yetu kuzikosoa njia zako. Baba, tunaomba utuhurumie sawasawa na wingi wa huruma zako. Baba tunaomba utuhurumie sawasawa na wingi wa rehema zako. Tunatubu kwa kuruhusu mawazo mabaya ya dhambi yachafue mioyo yetu. Tunatubu kwa kuruhusu mawazo machafu yachafue madhabahu za maombi mioyoni mwetu, maana ulipotuumba ulitupa uhuru wa kuchagua jema na baya, lakini sisi tulichagua kufuata mawazo mabaya na tukajitenga na mema yatokayo kwako. Tusamee Mungu. Tusamehe Mungu, tunajutia uovu wetu. Tusamehe Bwana, tunajutia kumuhuzunisha Roho wako Mtakatifu. Kuna wakati tuliruhusu mawazo ya tamaa za mwili yatawale maisha yetu na tukakutenda dhambi kwa viungo vyetu na kuchafua hekalo lako. Baba, utupe neema ya kusamehewa kwa uovu huu, utupe neema ya kusamehewa kwa dhambi tulizofanya, maana tumezifanya tukiwa tunajitambua tumezifanya tukiwa tunajua, tumekukosea tukiwa tunajua. Tuhurumie Bwana, tuhurumie Bwana, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana utusamehe. Mara nyingi tumewaza mabaya juu ya watu wengine, tumewaza kuwatenda maovu watu waliotukosea. Yamkini kuna wakati tumewaza kuua ndani ya mioyo yetu, lakini wewe Bwana ndiwe unayechunguza mioyo yetu, pamoja na kwamba tunajificha kwa watu wengine, ila wewe Bwana unatujua vema. Pamoja na kwamba tunaonekana watakatifu kwa jinsi ya nje, lakini wewe Bwana unatujua vema. Tusamehe Mungu wetu, tusamehe, tusamehe Bwana, tusamehe, tusamehe kwa unafiki tulio nao, tusamehe kwa ubaya uliojificha ndani yetu. Tumaini letu lipo kwako Bwana, tunaitegemea damu ya Yesu itutakase na kutuondolea uovu huu tunaitegemea damu ya Yesu itutakase na kutuondolea hati chafu za kiroho Baba. Tunajitakasa kwa damu ya Yesu, tunajitakasa kwa damu ya Yesu, tunajitakasa kwa damu ya Yesu, tunajitakasa kwa damu ya Yesu. Tunaomba damu ya Yesu ituondolee hatia za kiroho zilizosababishwa na mawazo mabaya. Tunaomba damu ya Yesu ituondolee alama za uharibifu zilizosababishwa na mawazo mabaya. Tunaomba damu ya Yesu ituondolee harufu ya dhambi iliyosababishwa na mawazo mabaya. Mungu uliye hai, tunapokea neema ya msamaha kwa jina la Yesu. Tunapokea neema ya kuanza upya kwa jina la Yesu. Tunapokea hati safi iliyosafishwa kwa damu ya Yesu. Tunapokea utu mpya uliosafishwa kwa damu ya Yesu. Tunapokea ukurasa mpya uliosafishwa kwa damu ya Yesu. Tunakubali kupigwa muhuri wa damu ya Yesu kwenye mioyo yetu. Tunakubali kupigwa muhuri wa damu ya Yesu kwenye fahamu zetu. Tunakubali kupigwa muhuri wa damu ya Yesu kwenye akili zetu. Baba, tunapokea neema ya kumshinda shetani na mawazo yake. Tunapokea neema ya kumshinda shetani na hila zake. Tunaipokea hiyo neema Bwana, tunaipokea hiyo neema Bwana, tunaipokea hiyo neema Bwana. Tunajiunganisha na ukombozi wa damu ya Yesu kwa ajili ya nafsi zetu tunajiunganisha na ukombozi wa damu ya Yesu kwa ajili ya maisha yetu. Tunakubali kutembea na wewe katika utakatifu. Asante Baba kwa kutusamehe, asante Baba kwa kutupa nafasi nyingine. Litukuzwe na kubarikiwa jina lako milele yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunaomba na kupokea Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya Napenda kukupa ongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tisa. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka, yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani, lakini pia unapompa Yesu maisha yako hata ukifa leo unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji Yesu aingie ndani yako akuokoe na aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele, Fuatisha maombi haya. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Ee Bwana Yesu, Ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na milele yote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha ja uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde katika jina la Yesu amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana, tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha na watu unaowapenda, ili waungane pamoja nasi katika vipindi hivi. Kumbuka, mtu yoyote atakayeokoka kwa sababu umemtumia link, Bwana atakupa thawabu yako, kwa sababu umeshiriki pamoja nami kuwapeleka watu kwa Yesu. Nami ninakuombea Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukupa amani. Damu ya Yesu ikufunike na kukutunza, Amen.